Kama ni mpya kwenye hii channel basi usisahau ku subscribe, ku like and comment. And without wasting time, let's get right into the video. Haya bwana, hapa tunaendelea, nimewapostia ni mwanzo. Tunaendelea na safari yetu ya Simba, Simba la masimba ya Dangote akiwa anaelekea Zambia. Nimewasogezeni hapa kidogo muone vibe la kwenye ndege, nitawekeni, msijali, nitawekeni muone Kie, nini wanaongea na kagumzo kidogo kamezua kwa mtandaoni, baada ya Noel, Noel alivyomrekodi Simba la masimba dangota, then akaweka pale caption wangu mimi okay. Sasa nataka muenjoy hii video, muangalie e, kina Moze, Yobo, Salamaske walivyokota kwenye ndege, then mtaona hicho kipande cha Noel e, akiwa zake na Simba hapo. Enjoy this video, usisahau subscribe

Okay. Sasa tuja kwenye hichi kipande cha Noel alivyoweka hapa. Noel kaandika hivi, wangu mimi simbake jamani <laughs> si bosi wake anatoka naye, yeye ndio anamstailia anam nguo zake ndo stylist wake, kwa hiyo people don't judge it so much. Ok, angalieni hapa wenyewe, then mtaendelea na robe tour and everything <laughs> K okay, yule Noel alikuwa anatuonesha pale room tour aliyofikia and he clear view ya jet ilivyokuwa ndani. Mm, wanahefu msosi hapo. Diamond iko kwenye PC mwenyewe anarekebisha rekebisha picture zake alizokuwa ame take before kupanda hiyo jet tunamwona hapa eh, kuna moza yobo kuna salama ska kuna mlinzi wake. Yani jet iko pambe, watu wamekaa, watu wanaenjoy huku, anakula msosi huku, mwenyewe kuchezea simu anachezea, yani raha tupu eh, kac kama nakihisi vile hapa nilipo, ya yeah, hapa ni muda mchache eh kabla ya kuland ya yeah. Sasa hivi tutaona wamesha land hapo, wamefika zao wako Zambia. Yep, as you can see wako zao Zambia hapo tayari kabisa kuatend the wedding. I can't wait to see that wedding, tuwaoni hao watu wenye pesa zao wakamnyanyua Diamond Platnumz mpaka Zambia just for the wedding aperform kwenye wedding. I can't wait to see eh, hiyo familia ina ukubwa kiasi gani? Na kama nilivyosema mwanzo, leo tuna performance mbili. Tuna performance ya Zuchu eh, akiwa Arusha huko CRDB shareholder seminar, na pia tuko na Diamond Platnumz akiwa zake Zambia, Uh, kwenye wedding performance. Well guys, drop your comment down there kuhusu video hii ya Diamond Platnumz kwa kwenye jet. And most of all Noel kuandika wangu mimi simba ake eh, ambacho kimezua mjadala huko mitandaoni. Weka komenti yako chini hapo, wewe unaonaje mm? Unadhana na wewe tofauti kama ya wambea ama huyu ni stylist wake, bosi wake? Hata mimi angekuwa bosi wangu ningeandika, jamani, wa kwangu mimi simba laba, simba tengote. And guys, la muhimu usisahau ku subscribe na kulike video hii eh. Also put your own notification, ili usipitwe na update zozote zile za mastaa wakubwa wakubwa kama hawa, zisikupite kuwa wa kwanza kupata habari kwa kuweka notification yako. Ona malizia na iki kipande hapo kizuri, channel na Diamond Platinums. <laughs>